Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajia kufanya ziara jijini Dodoma tarehe 14 mwezi Juni mwaka 2025, yani siku ya kesho Jumamosi. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Rais ataambatana na Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, Mheshimiwa Dr. Akinwumi Adesina. Mheshimiwa Rais atakagua mradi wa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Msalato ambacho kimejengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 359, na pia atakagua ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje, kipande cha kuanzia Mtumba Veyula mpaka eneo la Nala, ambapo pia barabara hiyo kwa ujumla wake inajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 221. Ziara hiyo itahitimishwa katika eneo la Nala ambapo Mheshimiwa rais atahutubia wananchi katika eneo hilo. Hii ni fursa muhimu kwa mkoa wetu kuonyesha shukrani kwa rais wetu ambaye amefanya mambo makubwa sana, hasa pia katika mkoa wetu wa Dodoma. Tukiangalia Dodoma peke yake, katika kipindi cha uongozi wake tumeweza kupata miradi elfu tatu tisini na tatu ambayo ina thamani ya shilingi zaidi ya shilingi trilioni kumi za Kitanzania. Hiki ni kiasi kikubwa sana cha fedha kuwahi kutokea na kutumika katika miradi ya maendeleo kwa mkoa wetu wa Dodoma. Napenda kuwahimiza wananchi kuwa thamani hii kubwa ambayo mheshimiwa rais wetu ametupa, wa wauone moyo wake wa upendo na wakujali, kwani kupitia fedha hizo sasa hivi tuna vituo vya afya vyenye vifaa vya kisasa kabisa pamoja na wataalamu. Pitia fedha hizo pia, sasa hivi tuna shule mpya zenye majengo bora na kuvutia sana. Tuna huduma za maji, tumeona umeme mpaka vijijini, tumepata mawasiliano pamoja na huduma nyingine nyingi za kijamii. Tumeyashuhudia vizuri mambo haya makubwa yaliyofanywa na mheshimiwa rais hivi karibuni kupitia siku ya Samia Dei ambapo wananchi wote waliweza kupata taarifa hizi kwa undani zaidi. Sasa ni wakati tena wa kwenda kumwambia mheshimiwa rais wetu asante kwa mara nyingine tena. Mheshimiwa rais ameifaharisha Dodoma. Nitoe heshima kwa wakazi wote wa jiji la Dodoma na mkoa mzima wa Dodoma wajitokeze kwa wingi katika eneo la Nala kumpokea na kumshangilia rais wetu kwa bashasha kubwa na moyo wa shukrani.